Naitwa Nabii Joshua, rais wa umoja wa makanisa ya kitume na kinabii nchini Tanzania. Hapa nimesimama na watumishi wa Mungu kutoka kila wilaya nchini Tanzania, wamekuja kuungana na sisi kwa maombi hapa Morogoro Mlimani. Ni rai yangu kwa Watanzania kwamba tunalazimika kuuenzi na kuuendeleza kwamba dunia ijue kwamba Tanzania mambo yao huwa wanamaliza kwa mazungumzo. Yes. Kwa sababu sisi si, si wa Tanzania tu, asili yetu ni ndugu. Mm. Sasa inapotokea baadhi yetu wananajisi utamaduni huo na kutaka tupate kwa njia ya mafarakano tusiwakubali. yes. Yes. Amen. Yes. Zimebaki siku chache, tunaelekea uchaguzi mkuu, uchaguzi ambao upo kwa mujibu wa katiba na sheria za nchi. Mtu yoyote anayesimama kupinga uchaguzi wa kikatiba ananajisi utamaduni wetu katiba yetu na sheria za nchi yetu, huyo pia tusimkubalie kamwe. Tudumishe amani ya nchi yetu kwa kukataa kabisa njia za vurugu, kwamba zinaweza kutengeneza mshikamano wa nchi yetu kupinga sheria za nchi yetu na kuipinga katiba yetu, kwa maana ya uchaguzi ulio kihalali, nini, hamtokani na Mungu, kwa sababu waliotokana na Mungu wanaheshimu mamlaka na taratibu zilizowekwa kwenye jamii yao. Yes. Tunaangalia mnachotabiri hakipo kwenye msingi, lazima tuwakemee. lai yangu kwa Watanzania, msikubali kamwe kuondoa amani ya nchi yetu kwa mikono yetu wenyewe, hatutapata uwezo wa kuilegesha nchi yes. Hii msingi wake ni kuzungumza na meza ya mazungumzo ilishawekwa Viongozi wetu wa kisiasa, kijamii, dini walishakaa, na kuna wengine wakaikimbia meza hii ya mazungumzo, wakitafuta huruma za wananchi kwa njia ya kumwaga damu. Jambo hili halikubali. Tunawaomba viongozi wetu wa kisiasa, rudini kwenye msingi, rudini kwenye meza ya mazungumzo, na nchi yetu tutakuwa tumeitendea haki. Yes. Usitafute haki yako wakati unanajisi haki ya nchi yako. Yes. Tuna haki kama Watanzania kuwa na amani. Tuna haki Watanzania kuishi kwa umoja, mshikamano uliopo. Kwa hiyo wachache wasiharibu haki za wengine, lakini tuzungumze ili kila mtu apate haki yake, bila kuogopa, bila kuteteleka, pamoja na vitisho vingi, msiogope, Mungu atakuwa upande wenu.